Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza, Boris Johnson ameyataka mataifa ya Ulaya kutojidanganya wala kujifariji kuwa yanaweza kuanzisha mbadala wa Jumuiya ya Kujilinda ya NATO bila uwepo wa Marekani katika muungano huo bila matumizi makubwa ya fedha. Boris ametoa kauli hiyo siku chache tangu Marekani itangaze kusitisha ushiriki wake katika operesheni za kijeshi chini ya mwamvuli wa NATO huku ikiyataka mataifa hayo kutafuta namna ya kufadhili shughuli zake. Marekani ilikuwa mfadhiri mkuu wa shughuli za NATO ikigharimikia zaidi ya asilimia 50 ya gharama zote za operesheni za NATO duniani, jambo ambalo kujitoa kwake kunatajwa kuathiri masuala mbalimbali, hususan ni ushiriki wa NATO kwenye vita hasa ya Russia na Ukraine. Kwa mujibu wa Boris Johnson, mataifa ya Ulaya yanapaswa kuacha porojo badala yake yanatakiwa kutenga bajeti kubwa na ya kutosha kutengeneza jeshi kubwa takalokabiliana na NATO iliyokuwa na ushiriki wa Marekani. Johnson katika makala yake aliyoichapisha kwenye gazeti la Daily Mail jana Ijumaa, alidai kuwa nchi za Ulaya zinapaswa kutenga fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wake zenyewe ili kukabiliana na uvamizi wa mataifa hasimu kama Russia. Mapema wiki hii gazeti la The Atlantic liliripoti wiki hii, kuwa likimnukuu mazungumzo katika programu ya ujumbe wa faragha ya Signal, kwamba makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema anaichukia kuona Ulaya tena kwa kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya waasi wa Kihouthi kwa madai ya kulinda biashara ya Ulaya. Waziri wa ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth naye aliripotiwa kuikosoa vikali Ulaya kwa kuwa wategemezi wa bure wanaotegemea misaada kutoka Marekani. Katika makala yake Johnson alibainisha ya kuwa bajeti ya ulinzi ya Marekani ni karibu dola za Marekani trilioni moja kwa mwaka, zaidi ya mara kumi na mbili ya bajeti ya ulinzi ya Uingereza, ingawa idadi ya watu wa Marekani ni takribani mara tano 5 zaidi ya Uingereza. Aliongeza kuwa Marekani inatenga takribani asilimia 3.5 ya ya pato lake la taifa, yani GDP kwa ulinzi huku Uingereza ikitumia takribani asilimia 2.3 pekee. Kabla ya kuingia madarakani Januari, Rais wa Marekani Donald Trump aliwataka washirika wa NATO barani Ulaya kuongeza matumizi yao ya kijeshi, akihimiza kuwa kila nchi mwanachama anapaswa kutumia angalau asilimia tano 5 ya GDP yake kwa ulinzi. Waziri Mkuu wa Uingereza, Keir Starmer alitangaza kuwa bajeti ya ulinzi ya Uingereza itaongezeka hadi asilimia 2.5 ifikapo 2027, miaka mitatu mapema kuliko ilivyopangwa. Wakati huo nchi za Umoja wa Ulaya EU zimetangaza mkakati wao wa ulinzi unaolenga kupunguza utegemezi wa kiusalama kwa Marekani. Katika makala yake kwenye gazeti hilo, Johnson alisisitiza kuwa hakuna nchi inayoweza kuchukua nafasi ya Marekani barani Ulaya, nanukuu Hatupaswi kujidanganya kwa kufikiria kuwa tunaweza kuunda nguzo mbadala ya ulinzi ya Ulaya badala ya NATO. Ni nani anayeiongoza? Ufaransa, Uingereza, Ujerumani au? Unapouliza swali hilo tu tayari unaona kuna tatizo, aliandika bons, Boris Johnson. Mwisho wa kunukuu. Waziri mkuu huyo wa zamani wa chama cha Conservative alisifu ongezeko la bajeti ya ulinzi iliyotangazwa na Uingereza, lakini akasema kuwa hilo ni mwanzo tu na bado haitoshi kulingana na mchango wa Marekani ndani ya jumuiya hiyo ya kujilinda ya NATO. Marekani inapaswa kuwa nguvu kuu ya dunia magharibi, kulinda uhuru wa demokrasia, hasa nchini Ukraine, alisema Johnson, mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa Kiivu, ilikuwa Johnson ambaye wakati huo bado alikuwa waziri mkuu aliishawishi Ukraine kuendelea kupigana na kuvuruga mazungumzo yake ya amani na Moscow ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Mapema wiki hii, rais vladimir Putin wa Russia alikumbishia tukio hilo, akisema kuwa wasimamizi wa Magharibi walifika na kuishawishi viongozi wa Ukraine kuendelea na mapigano hadi mwisho, kimsingi hadi raia wa mwisho wa Ukraine atakapotoweka, kwa lengo la kuipa Russia kichapo cha kimkakati. Swala hilo linatajwa kuwa na Ukraine kwamba, hata hivyo, limeshindikana kufikiwa, na hivi sasa Russia na Marekani zimeanzisha mazungumzo mapya kwa lengo la kupata amani katika eneo hilo. Endelea kufuatilia Mwane Nchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.